Muvi inaanza na mwanaume anaitwa Hutch amekaa mbele ya FBI akihojiwa, wanamuuliza wewe hasa ni nani? Na hapo hadithi inarudi nyuma kidogo. Hutch ni muuaji wa kulipwa, anatumia muda wake mwingi kukamilisha mishen, kuua walengwa na kuishi maisha ya umwagaji damu, lakini kwa sababu ya maisha haya anazidi kuwa mbali na familia yake. Mkewe Beka humsubiri kila jioni kwa chakula cha usiku lakini Hutch karibu hajawahi kufika nyumbani kwa wakati. Jioni moja Beka anataka kumtumia meseji akisema tunahitaji kuongea, lakini anajizuia. Hutch anapopata siku ya kukaa nyumbani anahisi jinsi alivyopishana na familia yake, watoto wanaenda shule na mkewe anaenda kazini. Beka anamkumbusha kuwa litizo ya kiangazi imekaribia. Hutch anakubali na kusema wanapaswa kufanya kitu, anasema kama familia twende mahali fulani, nitapanga mpango, lakini kwanza nina kazi leo. Beka anataka kusema kitu zaidi, lakini anajizuia. Hach anaondoka kwenda kazini. Misheni yake ni kuiba kitu, lakini inachukua muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa. Kiongozi wake Baba anamuuliza kwa nini amechelewa; ilitakiwa iwe kazi rahisi ya kuchukua na kuondoka. Hach anaeleza kwanza ilibidi nimalize kila mtu kwenye lifti, kisha baada ya kupata kadi yao ya funguo, genge lingine lenye bunduki lilikuwa likisubiri nje. Baba anasema alitegemea kungekuwa na washindani wengine. Hutch anajibu, si mmoja au wawili tu, kulikuwa na makundi matatu. Baada ya kumaliza wenye bunduki, Hutch alikabiliana na genge la Kibrazili lenye mapanga, lakini Hutch peke yake aliwaangusha wote baba anapuuza hilo na kusema kazi imekamilika. Deni lake la milioni 30 limepungua kwa laki nane. Iko hivi: muda fulani uliopita Hutch alichoma pesa za jambazi wa Kirusi na tangu wakati huo amekuwa akilipa deni hilo, lakini Hutch anasema anahitaji kupumzika. Baba anamtakia kila laheri, lakini anaongeza kuwa kazi hii ipo kwenye asili yake na asili hushinda daima. Tunaona Hutch akikumbuka tangazo aliloliona wakati akipigana na wale majambazi. Ilikuwa sehemu inayoitwa Plumsville. Anawaonyesha familia yake video ya utambulisho wa bustani hiyo ya burudani iliyojaa michezo na slaidi za maji. Hutch anasema mali hapa pana kila kitu. Anasema hata babu atapapenda. Lakini watoto wanaposikia babu wanakuja, wanaanza kupoteza hamu. Hutch anaeleza kuwa hii ndiyo sehemu pekee aliyotembelea akiwa mtoto. Baba yake alimpeleka huko, anataka wote waende pamoja mara mmoja tu. Kusikia hivyo, familia nzima inakubali. Wanampitia baba wa Hutch David, ambaye inabidi azime sigara yake kabla ya kuingia kwenye gari pamoja, wakiimba njiani. Familia inawasili Plumsville, lakini wanapoelekea kwenye bustani ya maji, wanagundua imefungwa kwa siku ya hiyo badala yake wanapewa kuponi za soseji hot dogs. Kwenye banda la hot dog, Hutch anakumbuka jinsi yeye na kaka yake Hari walivyokuwa wakila hapo utotoni. Lakini sasa katika kiti hicho hicho amekaa sherifu wa eneo hilo, anamuuliza Hutch, unaangalia nini? Mvutano kati yao unaanza kupanda. Hutch anachukua hot dog zake na kwenda kukaa na familia yake. Baada ya kula wanaenda kucheza michezo arcade. Brady anashinda tiketi nyingi na kwa utanimu anawapa wasichana waliokuwa karibu, lakini mpenzi wa mmojawapo ya wasichana hao hapendi. Anamtaka Brady aombe msamaha kwa kitu ambacho hakufanya. Mbaya zaidi, kijana huyo anararua rarua toi ya Sami, zawadi ya binti wa Hutch. Brady anasimama kumpinga na ugomvi unazuka. Meneja wa Arcade anaingilia kati. Hutch anajaribu kutuliza hali. Beka anasisitiza tuondoke tu lakini wanapotoka nje, meneja anampiga kilafi Sami mdogo kichwani. Hilo linampinia Hutch mipaka, anarudi ndani na hapo anaonyesha uhalisia wake, ukionyeshwa umau wake uhalisi. Mmoja baada ya mwingine, Hutch anawapiga na mwisho anampiga meneja wa aked kilafi kichwani. Lakini kwa sababu ya alichofanya Hutch, polisi wanawachukua familia nzima kwa mahojiano. walipokaa pembeni Brady alimtazama baba yake na kusema, ulichofanya kule kilikuwa cha moto sana, lakini Hutch hakuona hivyo. Punde sindamu, sherifu anamleta Hutch ofisini kwake. Hapo amekaa mwanaume anaitwa Wyatt katika kiti cha sherifu. Wyatt ndiye aliyedhibiti mji mzima na yule mwana wa akeidi alikuwa mtoto wa Wyatt. Brady alimuumiza mkono wa kijana wa akeidi katika ugomvi wao. Hutch anajibu kwa utulivu, mmoja wa wale wanaume alimpiga binti yangu, kama ungekuwa nafasi yangu ungefanya nini? Kusikia hivyo, Wyatt anamwacha Hutch aende, lakini sherifu kwa siri anawapa afisa wake amri tofauti. Wakiwa hotelini, beka anamfokeza Hutch, kwa nini ulionyesha upande wako wa pili? Anasema mtoto wangu anazidi kuwa mkali. Anauliza kuna nini kwenye begi la kazi, akihisi Hutch ameleta kitu cha hatari lakini ndani kulikuwa na chupa ya diwani tu. Hii ilikuwa diwani kama ile waliokunywa walipokutana mara ya kwanza. Beka analainika, anamhumbana na wanaanza kutongea. Anamwambia, tangu nilipokuona mara ya kwanza nilijua wewe ni nani haswa, ulikuwa umetapaka damu. Siku inayofuata familia inatumia muda kucheza. Babu David anabaki kwenye nyumba yake ya kulala geni. Hapo ndipo Hutch anagundua afisa wa polisi akiwapiga picha kisiri. Baadaye wanapoenda kwenye boti la bata, afisa huyo anatokea tena, safari hii akiwa na kundi la majambazi. Hutch anawasukuma familia yake kwenye boti, lakini yeye haingii nao, anasema tumbo linamuuma. Badala yake anapanda boti tofauti. Afisa ule anamfuata Hutch, lakini watalii wengine wanapoingia, inabidi wajifanye kila kitu ni sawa. Boti ilipoondoka afisa anasogea na kusema "Tulikuambia uondoke." Kisha majambazi wanamshambulia Hutch. Mapigano yanatokea katikati ya boti inayosonga lakini hakuna mtalii anayegundua, wako bizi, wamevaa headphones na kufurahia safari. Katika vurugu hizo, afisa anamkata kidole cha Hutch kwa kisu na kukitenganisha kabisa. Samaki yanakimeza kidole hicho kilipoangukia majini kisha majambazi wanamtupa Hutch majini wakijua ni mtalii wa kawaida tu, lakini Hutch hakumalizika. Anapanda tena kwenye boti akiwa na hasira na nguvu zake zote, anasambaratisha kila jambazi na kumharibu uso afisa yule. Baada ya kutoroka, Hutch anampigia kaka yake Harry, anamwambia kuhusu Plumville na jinsi palivyo tofauti na alivyokumbuka. Harry anaeleza hiyo ni kwa sababu ni njia ya zamani ya biashara haramu. Baba hakutuleta huko kwa likizo, alituleta kukamilisha misheni. Anaongeza kuwa polisi wa eneo hilo wanafanya kazi na wahalifu. Wakati huo huo, Wayat na Sherifu wanajiandaa kusafirisha mzigo fulani. Wayat anamwonya usilete shida yoyote, lakini hapo hapo Sherifu anapata simu kutoka kwa afisa wake, anasema yule mwanaume si mtalii wa kawaida. Hutch anampigia kiongozi wake baba kumuuliza kuhusu Plumville. Baba anamwambia ukweli. Mahali pale panadhibitiwa na mwanamke anayeitwa Lendina. Lendina ni mwanamke katili asiyekubali hasara. Yeyote anayempotezea pesa haishi muda mrefu. Plumville ni muhimu kwa biashara yake. Baba anamshauri Hutch atulize hali kabla haijaharibika. Wakati huo huo, Wyatt anapigiwa simu na Lendina. Mpango wa Wyatt ulikuwa kumaliza usafirishaji na kukata mawasiliano naye, kwani deni la baba yake lingekuwa limelipwa, lakini Lendina hakuona hivyo. Kwake deni hilo haliishi. Anamwamuru sherifu kumkumbusha Wyatt nani ndiye bosi. Niletee kitu anachokipenda zaidi, anasema. Sherifu anajibu kwa kumteka nyara mtoto wa Wyatt, Max ili kumpeleka kwa Lendina. Lakini kabla hilo halijatokea Hutch anatokea. Hutch anaosha moto na kumtishia sherifu, nitateketeza kila kitu hapa, na ikitokea chochote kwa mzigo Lendina atakuangamiza. Anaongeza, iache familia yangu na sitafanya chochote. Mwanzoni sherifu anakataa, lakini akiona hatari anakubali kuwa shingo upande. Hutch anapoondoka anamwona Max akiomba msaada kwa macho. Hutch anajilazimisha kuondoka na kuendesha gari, lakini anashindwa kumwacha mvulana huyo. Anarudi nyuma, Hutch anavamia na kupigana na wote. Risasi zinapiga taa, cheche zinaanguka kwenye petroli aliyomwaga Hutch. Moto unasambaa na kulipua mabomu yaliyohifadhiwa. Mlipuko mkubwa unateketeza kila kitu. Lendina anaposikia mzigo wake umeteketezwa anakasirika sana anapata taarifa kuwa mwanaume alihusika yuko hapo na familia yake sherifu anamwambia leta kila askari uliye naye wakati huo Hutch na familia yake wanajikusanya kwenye nyumba ya zamani ya David Brady na Max wanamaliza tofauti zao kwa kushikana mikono lakini Beka hana furaha anamwambia Hutch uliniahidi Hutch anajuta na kusema hii haiko mikononi mwangu, ondoka na watoto. Lakini Beka anakataa, wewe ni mume wangu, lolote litakalotokea, rekebisha hili. Kusikia hivyo, Hutch anaenda moja kwa moja kwa Wyatt. Wyatt anapomwona Hutch, anamshambulia akiamini ndiye aliyechoma mziko, lakini Hutch anajilinda na kueleza ukweli. Wyatt anagundua Hutch alimwokoa mwanawe. Kisha Wyatt anaeleza jinsi Lendina alivyo hatari ndiye aliyemuua baba yake Wyatt. Wyatt anaonya kuwa Lendina anakuja. Lendina alikuwa njiani na jeshi zima kumuua Hutch. Wyatt anaonyesha silaha zake na wanasafisha bustani ya maji. Hapo ndipo watapambana na Lendina. Harry pia anafanya ingiolo yake kumsaidia kaka yake. Hutch pia anamfungulia mbwa Wilto kutoka kwenye vizuizi. Wanaweka mitebo mabomu na silaha kila kona ya bustani. Askari wa Lendina wanafika mjini, njiani wanaiunga nyumba ya baba yake Hutch. Lendina anaamuru wauwe kila mtu ndani ndani. Familia nzima ya Hutch imejikusanya. Beka anampa mwanawe bunduki na tutoroka kwenda kujiunga na mapigano. Wa kwanza kukabiliana na Hutch ni sherifu. Sherifu anatangaza kuwa yeye ndiye atatawala mji sasa, sio Wyatt anataka Hutch na Wyatt wajisalimishe, wanakataa. Sherifu anapogeuka kuondoka, Lendina anaamuru askari wake wamue sherifu. Wyatt anawasha mitebo. Hutch anatumia kila kifaa cha bustani kama silaha, milipuko inatokea, risasi zinalia na vurugu zinaanza. Hutch anaingia kwenye chumba cha vioo, bahapo askari hawawezi kutofautisha mtu na shadow. anaweka mabomu hapo. Wyatt anawavutia askari kwenye bwawa la mipira lenye mabomu ya ardhini, lakini Wyatt anapigwa risasi mguuni. Askari wanamsogelea lakini wanakanyaga mitego mingine. Hacha anamsukuma mmoja kwenye slaidi ya maji hadi kifo. Wengine wanauawa na David kwa bunduki kubwa karibu na nyumba ya kulala geni. Kundi la pili la askari linafika. Heri anapambana nao, anabaki mpiganiaji mkuu wa Lendina. Wanapambana kwa panga Heri anamkata upanga na bunduki yake kabla ya kumuua kwenye nyumba. Askari mmoja anaingia lakini Bredi anamuua Heri. anamwambia Bredi, baba yako angejivunia wewe. Mwishoni Hutch anakutana na Lendina. Lendina anatuma wapiganiaji wawili ambao wanamzidi nguvu Hutch. Lendina anasema sasa utapoteza kila kitu, anaamuru wammalize, lakini ghafla Wyatt anawapiga risasi kwa hasira, Lendina anamtupia kisu la Wyatt na kumuua, anaenda kumuua Hutch, lakini Beka anafika kwa wakati, anampiga Lendina jikoni kwa bunduki ya mishale na kumuua. Askari wengine wanakuja lakini David analipua mabomu yote, hifadhi nzima inalipuka. Hutch na Beka wanarukia kwenye bwawa la maji kujiokoa. Ndani ya maji Beka anamvuta karibu na kumkisu. Sasa tunarudi pale mwanzoni. Hutch na Beka wakiwa chumba cha mahojiano kabla FBI hawajaendelea, simu inaingia. Baada ya kusikia maagizo, mawakili hawana la kufanya ila kuachia mara moja. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kali kama hii. Asante kwa kutazama.